Ajali hiyo imetokea jioni ya leo na baadhi ya mashuhuda wanaelezea, huku baadhi yao wakiomba mamlaka husika kuangalia uwezekano wa kudhibiti ajali kwenye eneo hili la Kwenjugo ambapo hii ni mara ya nne ndani ya miezi miwili iliyopita. Hapa tulipo kuna ajali imetokea ya gari ya Wachina ambayo imemvamia baba alikuwa dukani kwake, hapo ndio hivyo ameingia moja kwa moja ndio kama hivyo unavyoona hali ilivyo hapo. Madhara mengine aliyotokea hapo nini sasa, baada ya ajali? Madhara yaliyotokea mengi ni hasara ambazo zimepatikana hapo dukani, lakini pia baba ameumia mkono. Nimetoka um, kwangu, nilikuwa naenda pale kwa Samaka kupishana um, tu na gari, nasikia kuna mlio umetokea, naangalia nyuma na changanya gari iliyopishana nayo ndio imeingia kwenye nyumba lakini mwendo wako ulikuwa ni mwendo wa kasi, kitu ambacho nafikiri kwa sababu kulikuwa na kona, kona imemshinda, ndio maana akaingia kwenye nyumba. Ila kinacho kilichomkusisha dereva mpaka haja kuvaa huku, alikosa ile kona, kaikosa, kaenda kuvaa kwa mzee Shafii, akamtia hasara kabisa kutosha. Na pia unaona watu kama hivyo hapo, hasara kaitia ya kutosha kwenye barabara sio hii tu, kwa barabara zote inabidi madereva wawe makini sana, kwa sababu unaweza ukatokea kuvunjika kwa chuma kwa ghafla ukashindwa kujitetea kutokana na mwendo ulivyokuwa uko kasi. Kwa maana hiyo kinachotakiwa ni kuwa makini sana katika udereva. Mwenyekiti wa mtaa wa Bwila anataja idadi ya waliojeruhiwa ambao kwa sasa wamelazwa hospitali ya mji wa Handeni kwa ajili ya kupatiwa matibabu. Idadi ya watu ambao wamejeruhiwa Nipate idadi ya watu watatu, ambao wawili ni ni hao wa, wa, wa ambao walikuwepo ndani ya gari na mmoja ni mzee mwenye nyumba, mmiliki wa nyumba ambao imegonga. Labda mmoja wapo kati hao watatu, mmoja ni upi? Mmoja wapo ni mchina na mwafrika mmoja. Rukia Shafini mmoja kati ya watu ambao walikuwemo kwenye nyumba hii akiwa na mumewe ambaye kwa sasa anapatiwa matibabu hospitali ya halmashauri ya mji wa Handeni. Anaelezea namna ajali hii ilivyotokea na yeye namna alivyonusurika. Yaani, hata hivyo, mimi nashukuru wajukuu zangu juzi walienda mjini, wangekuwepo hapa, maana huwa wanakaa na yao kuya hawatoki, ni yaani siingekuwaje na tunachoshukuru leo watoto wanaokimbia kimbia hapa uwanjani leo, kama Mungu walikuwa hawapo. Kwa hiyo ndani mlikuwepo watu wangapi ambao mmenusurika? Hmm, ndani tulikuwa wali mimi, ile kutoka akawa amebaki mwenzangu peke yake mume wangu, ndio ile kutoka, nasikia shindo, nafika hapa nageuka, naona vumbi tu kusioni mbele. Baada ya muda sababu nimepungua, ndio nikaona gari, maana nishanga, naona nyumba imebomoka, lakini gari nilikuwa silioni, nasema nyumba imebomolewa na nini kuangalia vumbi lilopungua ndio nikaona kumbe gari. Mtazamaji wa ITV. Hata hivyo, wananchi wamelipongeza jeshi la polisi wilani Handeni mkoani Tanga kitengo cha usalama barabarani, ambao wamefika haraka sana baada ya tukio hili kutokea na kuweza kutoa msaada unaostahili. Nikiripoti kutoka hapa katika eneo la ajali lililotokea maeneo ya Kwenjuga wilani Handeni mkoani Tanga, Kasim Sonyo ITV.